Ha, ni kweli eh, kwenye eneo la Ntobeye eh, kuna baadhi ya vitongoji eh, bado maji ni changamoto, lakini eh, kijiji kile kina kina huduma ya maji japo haitoshelezi kwa maana ya vitongoji vyote, lakini eh, vitongoji vingine ikiwemo kitongoji cha Burambila bado kina upungufu wa maji kwa maana ya kwamba mradi wa maji ya bomba haujafika, wanatumia visima vichache walivyo navyo, na vingine e, vimekuwa vikiharibika mara kwa mara. Kwa hiyo kama e, RUWASA lengo e, letu ni kuhakikisha kwamba maeneo yote yanapata huduma ya maji safi na salama, na mm, RUWASA tumeenda mbali zaidi, sasa hivi tunajenga miradi mingi ya, ya bomba kwa maana kwa e, ya kwamba wananchi maji yawafikie majumbani kwao, kama unavyofahamu kwamba e, kwa sasa e, wilaya ya Ngara upatikanaji wa maji umeongezeka e, kutoka asilimia 60 e, mpaka asilimia sabini na mbili nukta tisa kwa kipindi cha miaka hii mitatu ambayo e, Dr. Samia Suluhu Hassan ametupa fedha nyingi za utekelezaji wa miradi katika wilaya yetu ya Ngara. Lakini pia tuna programu nyingine ambayo tunaendelea nayo sasa hivi ya kuhakikisha kwamba tunapunguza e, changamoto kubwa ya upatikanaji maji vijijini kwa maeneo yale ambayo hayana huduma ya maji kabisa kupitia programu ya uchimbaji e, visima mia tisa kitaifa, Ngara tunavyo visima vitano ambavyo tumechimba eneo la Kafua pale Rwakaremera, tumechimba e, Mronzi, Murubanga kule kata ya Nyamagoma, Kititiza kata ya Nyamagoma e, Keza pale kata ya Keza na mwendo ambayo ni kata ya Mbuba. Kwa hiyo yote ni jitihada za serikali kuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikiwa huduma ya maji safi na salama. Na kama nilivyosema kwamba sasa hivi tunazo asilimia 72.9 lakini lengo letu kwa mujibu wa uh, Ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kufikia asilimia 85 ndani eh, ya mwaka huu 2025. Kwa hiyo kama RUWASA wilaya ya Ngara tuna miradi mbalimbali mbali, ambayo tunaendelea kutekeleza eh, na hiyo kata ya Ntobeye ambayo umeizungumzia tuna mradi mkubwa ambao kutekeleza sasa hivi mradi wa kijiji cha Kigina, ambacho kiko kata ya Ntobeye, unaogharimu e, shilingi za Kitanzania bilioni moja nukta sita. Kwa hiyo nao mradi tukiuka e, tunaamini kwamba e, kabla ya kufika mwezi wa sita tutakuwa tumekamilisha mradi huu na wananchi wa kata ya Ntobeye wataendelea kupata huduma ya maji safi na salama. Ha, ni kweli ni kweli, kwa sababu ya jiografia ya, ya kitongoji cha Burambila iko juu, kwa maana ya kwamba mradi uliopo wa Ntobeye wa e, maji ya bomba hauwezi kupeleka kule maji Burambila, kwa sababu ni mradi wa maji e, mserereko, kwa maana ya gravity, maji yanatoka kwenye chanzo na kuingia kwenye matenki na kuwafikia wananchi kwa njia ya mserereko e, bila kusukumwa na pampu. Kwa hiyo kama RUWASA tunalifahamu hilo na tunaendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba mradi ule tunaendelea kuuboresha uweze kuwahudumia wananchi wengi zaidi na wananchi wale ambao wako kwenye jiografia ya miunuko. Wito kwa wananchi ni kwamba tuendelee kutunza miundombinu ya maji kwa maana ya kwamba e, miundombinu iliyopo endelee kuwa endelevu, lakini na utunzaji wa vyanzo vya maji. E, tumekuwa na changamoto kubwa ya wananchi kufanya e, shughuli za kibinadamu kwenye maeneo ya vyanzo vya maji na kusababisha maji kupungua na sehemu nyingine kukauka kabisa. Kwa hiyo tuwaombe wananchi wasifanye shughuli za kibinadamu kwenye maeneo ya vyanzo vya maji ili maji yaendelee kuwepo kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo.